Siku ya pili akiendelea na utetezi wake, Joshua Sang kupitia wakili wake Katu wa Kigen alikosoa ushahidi wa mashahidi watatu dhidi yake, akisema hoja zao zilikuwa na walakin chungu nzima. With respect to his witnesses. Kigen aliliambia jopo la majaji hao watatu, kwa upande wa mashtaka wenyewe haukuwa na imani na ushahidi wa mashahidi wao, akinukuu ushuhuda wa shahidi nambari nane kwamba yeye mwenyewe alikiri kwamba alitekeleza vitendo vya uhalifu. Wakili Kigen pia alikosoa tofauti za hoja hizo za mashahidi, kama vile maswala kama ya ngazi ya uongozi. Mashahidi wengine walisema kwamba kiongozi wa kundi lilowaleta pamoja washukiwa ilikuwa ni waziri mkuu Raila Odinga, ilhali wengine walisema kwamba William Ruto ndiye alikuwa kiongozi wa kundi hilo. At which the hierarchy is at at the top of the hierarchy is one honorable Raila followed by Koske and Ruto on equal measure followed by three commanders Kos Cheruyat, Cherambos and Koech followed by divisional commanders. Vilevile vile tarehe ya kula kiapo pia ilitofautiana kulingana na mashahidi watatu. Kigen pia alionyesha ukanda wa video wa kampeni ya ODM iliyohudhuriwa na mbunge William Ruto ili kutupilia mbali commander. Ushahidi wa upande wa mashtaka kwamba siku hiyo ndiyo Joshua Sang alikutana na William Ruto na ndiyo siku ambayo bunduki na silaha zilisambazwa kwa minajili ya mashambulizi. Kigen aliliambia jopo hilo la majaji kwamba ana imani hawatoidhinisha mashtaka dhidi ya mteja wake Joshua Sang kwa sababu msingi wake ulikuwa ni dhaifu mno. Kutoka hapa The Hague, mimi ni Munira Muhammad.